Leo tunafika katika safari yetu ya hekima hapa kwenye Zaburi sabini na nne Inatuambia kwamba mwandishi ni Asafu. Sasa Asafu huyu ni tofauti na Asafu wa awali tuliyemjifunza katika Zaburi sabini na tatu Sasa Asafu yule wa zamani aliishi wakati wa mfalme Daudi, aa Asafu huyu anaishi baadaye kuliko huyo, na tunajua hivyo kwa sababu anataja hapa katika mstari wa tatu kwamba patakatifu limeharibiwa. Hii inaelezea uharibifu wa hekalu na hilo litafanyika takriban miaka 400 baada ya utawala wa Daudi. Kwa hivyo asafu huyu aliishi kuona uharibifu wa hekalu. Sasa anaweza kuwa alikuwa Yerusalemu, anaweza kuwa alikuwa uhamishoni alipoandika zaburi hii, lakini tunachojua kwa hakika ni kwamba anaandika kwa niaba ya taifa zima. Anasema hapa katika mstari wa kwanza, e Mungu, kwa nini umetutupa milele. Tazama, kinachotokea hapa ni kwamba Israeli imevunja agano lake na Mungu kwa mamia ya miaka. Bwana sasa ametimiza ahadi yake mwenyewe iliyotolewa nyuma kabisa katika Kumbukumbu la Torati 28 ya kuadhibu Israeli kwa uasi na ibada ya sanamu. Uzito wa nidhamu ya Mungu sasa umeangukia taifa. Sasa liko uhamishoni Babeli. Unaweza kugundua kwamba Asafu hapingani na Mungu kuhusu hili, yeye yeah, yeah, anashangaa tu ni muda gani itachukua. Ombi lake hapa ni kwa Mungu kuondoa mkono wake mzito wa nidhamu, na hilo linatuonyesha kwamba toba sasa imetokea. Tazama, sasa watu wanakabiliwa na siku hizi ngumu za kusubiri Mungu kukamilisha muda wao wa nidhamu. Sasa unajua kama vile Asafu anavyojua kwamba kusubiri Mungu kutufungulia njia baada ya kukiri dhambi zetu vizuri. Hilo linaweza kuwa gumu sana. Sehemu ya nidhamu kwa kutenda dhambi ni kusubiri Mungu atuongoze wenye sura inayofuata. Sasa kusubiri siyo kila mara ni matokeo ya kutenda dhambi, lakini hufuata nidhamu, na kusubiri kunatupa fursa ya kutambua kwamba dhambi zetu hazikuumiza tu sifa zetu, bali pia ziliumiza sifa ya Bwana. Kwa kweli Asafu anaandika hapa katika mstari wa kumi, Mpaka lini, e Mungu? Adui atadhihaki. Je, adui atadharau jina lako? Milele. Sikiliza jina la Mungu limepata pigo. Wapendwa, inawezekana kwa Wakristo kuchafua sifa ya Mungu. Kwa hivyo unaposoma maneno ya mwisho ya Zaburi hii ni wazi kwamba kwamba wakati Asafu na taifa wanateseka kutokana na matokeo ya dhambi zao uwe, sasa wana kipaumbele kipya cha kutukuza kujenga upya, ikiwa utapenda, sifa ya Bwana wao mwaminifu, na hilo linaangaziwa hapa sasa katika mstari wa kumi na mbili, Mungu mfalme wangu ni wa zamani, akifanya wokovu katikati ya dunia. Oh, yeye ni mfalme, yeye ni mfalme mwenye enzi wa dunia yote. Mwandishi mmoja anaandika kwamba mji wa Yerusalemu umeharibiwa sasa, hu uh, hekalu limeharibiwa limechomwa moto hadi chini, lakini mambo ya msingi hayajaguswa na adui. Taifa bado lina Mungu Yehova kama Mungu wao na Mungu bado anafanya kazi katikati yao. Sasa zaburi inayofuata, Zaburi ya 75 inaonekana kuhusiana moja kwa moja na kuona jina la Mungu likitukuzwa ambalo ambalo litakuwa wakati hukumu ya Mungu itakapowafikia wale wanaomkatanana na kumdharau. Hiyo ni hukumu ya mwisho ya baadaye, lakini hiyo ndiyo wazo hapa wakati Bwana anapomwonya mdhihaki katika mstari wa pili wakati uliowekwa ambao nitaweka, nitahukumu kwa haki. Hapa katika mstari wa nne Mungu anasema, kwa wenye majivuno msijisifu, na kwa waovu msinyanyoe pembe yenu. Yaani, msikaidi katika kiburi chenu. Siku ya hukumu inakuja. Ni kuambia wapendwa, uovu unaoenea katika kila taifa na kwenye kila bara leo, Mungu ameweka siku ambayo atahukumu yote, mdhihaki e wenye majivuno, wakaidi, na wasiotubu ambao wamemkataa. Mtume Paulo aliwaambia viongozi na wanafalsafa pale katika mji wenye kiburi wa Athene, Mungu anawaamuru watu wote kila mahali watubu, kwa sababu ameweka siku ambayo atahukumu ulimwengu kwa haki. Matendo saa kumi na saba na, madakika thelathini, na, thelathini na moja. Basi mshairi hapa katika Zaburi sabini na tano anaweka hukumu ijayo ya Mungu katika mashairi ya kutisha kiasi. Mstari wa nane unaielezea hivi katika mkono wa Bwana kuna kikombe chenye divai inayochemka iliyochanganywa vizuri naye anamimina kutoka humo na waovu wote wa dunia wataikunywa hadi matone ya mwisho katika Biblia yote umuhimu wa kimaandishi wa kikombe siyo muonekano wake bali yaliyomo ndani yake. Na hapa katika Zaburi 75 hukumu imo ndani ya kikombe. Mungu atawapa waovu kikombe hiki sasa na watakunywa hadi kuangamia kwao wenyewe. Unaweza kukumbuka katika injili ya Marko sura ya 14, Bwana anaomba katika bustani ya Getsemane anajiandaa kukabiliana na ghadhabu ya Baba yake anapobeba dhambi zetu msalabani, na Yesu anaomba, Baba, ondoa kikombe hiki kutoka kwangu. Hata hivyo si kile ninachotaka bali kile unachotaka wewe. Na ni wazo la utukufu kwamba tumeokolewa kutoka kwa ghadhabu ya Mungu kwa sababu moja, tunamwamini kifo cha Kristo kwa niaba yetu. Unaona, kwenye msalaba huo Yesu Kristo mkombozi wetu alichukua kikombe na akakunywa hadi mwisho wa kuangamia kwetu. Mwandishi mmoja alifanya uhusiano mzuri kwamba kwa sababu Yesu alikunywa kikombe cha kifo kwa ajili yetu, anaweza kutupa kikombe cha agano jipya, na hilo ni agano la msamaha na maisha mapya ndani yake. Lakini kwa wale wanaomkataa Bwana, unajua wanachofanya? Wanafanya kwa ufanisi kufikia kuchukua kikombe cha hukumu na ghadhabu ya Mungu wataenda ukinywa wenyewe, na hilo linaonyeshwa kwa njia ya kusisimua. Sasa tunapofika kwenye Zaburi sabini na sita. Sasa wasomi wengi wa Agano la Kale wanakubaliana kwamba mazingira ya zaburi hii maalum ni nyuma katika mbili Wafalme 19 ambapo Mungu alihukumu jeshi la Ashuru walipokuwa wamezunguka mji wa Yerusalemu usio na msaada. u huwa ulikuwa wakati ambapo mfalme Hezekia alikuwa alikuwa akifanya yaliyo sawa machoni pa Bwana. Naam. Kama unakumbuka miaka 14 katika utawala wake, washuru walikuja na kushambulia Yerusalemu. Katika wakati wa udhaifu, Hezekia alikubali kuwalipa kodi. Yeye, yeye kimsingi alikuwa akiwalipa pesa za hongo ili waache Yerusalemu peke yake, lakini hiyo haikutosha kwa washuru. Wao, wao walikuwa wameamua kuharibu Yerusalemu. Hata hivyo basi Hezekia alijibu kwa kwa kujininikeza na kwenda mbele za Bwana kwa maombi. Wakati watu wa Yerusalemu walipoamka asubuhi iliyofuata, askari 185,000 wa Waashuru walikuwa wamelala wakiwa wamekufa kwenye milima inayozunguka Yerusalemu. Walikuwa wameangamizwa usiku uliopita na malaika wa Bwana. Naam, si ajabu Waisraeli wataimba zaburi hii kwa Mungu, wataimba kwa vizazi maneno ya wimbo yapo hapa katika mstari wa nne: Mshangilieni Bwana, wewe ni mtukufu mwenye fahari, zaidi kuliko milima imejaa mawindo. Hiyo ni wale askari wa adui ambao tunasoma hapa katika mstari wa saba. Lakini wewe unapaswa kuogopwa, ni nani anayeweza kusimama mbele yako mara hasira yako inapowaka? Kutoka mbinguni ulitoa hukumu, dunia iliogopa na ikatulia, wakati Mungu aliposimama kuanzisha hukumu, kuwaokoa wote wanyenyekevu wa dunia. Mstari wa tisa unamalizika na neno hilo sela. Kwa maneno mengine, fikiria hilo: dhidi ya uwezekano usiowezekana, Mungu aliokoa Yerusalemu na watu wake, na mstari wa kumi unatangaza hakika, ghadhabu ya mwanadamu itakusifu. Sikiliza, hii inapaswa kumtia moyo kila Mkristo. Hadi leo wakati uasi wa dunia unapoongezeka, usipoteze tumaini kwa kweli, usipoteze mtazamo. Mungu hatimaye atageuza uasi wa wanadamu kuwa onyesho la mwisho la ukuu na nguvu zake. Nimewahi kutaja hapo awali maisha ya kusikitisha ya Nietzsche, mwanafalsafa ambaye aliweka msingi mwishoni mwa karne ya 19 kwa ajili ya uasi mbaya Wasi mbaya dhidi ya Mungu na na injili ya Kristo alifundisha kwamba Mungu amekufa alifundisha kwamba Ukristo ulikuwa laana kwa wanadamu badala ya tiba kwa wanadamu baada ya kifo cha Nietzsche mtu aliandika maneno hayo yanayofaa Mungu amekufa imetiwa saini Nietzsche Nietzsche amekufa